Mwaka elfu mbili na ishirini na sita itakuwa ni mwaka wa roho mbaya. Mwaka wa roho mbaya maanisha nini? Mwaka wa roho mbaya, kuna vitu nitakavyopunguza. Yani mwaka wa roho mbaya, vitu visivyokuwa na ulazima, vitu visivyokuwa na ulazima, safari ambazo zina hazina nafasi kuwa, kwa hazina faida, futa, sijui sale ambayo hata haikuhusu, sijui mtu tu rafiki na rafika kwambia sijui kuna harusi ya nani, sijui kuna nini na nini, haikuhusu Futa, achana nazo. Sijui safari za msiba, sijui wa nani huyu, rafiki yangu ana rafiki yake amesema, sijui ni wasindikizi, hata hawakujui, watashinda hata kukaa waongewe kwenye gari ukiwa wewe, kwa sababu hawakujui. Punguza, futa, ili uweze kufanikiwa. Unawanyima hata wale ndugu kupiga stori zao, kwa sababu uko hivi, hawakujui. Futa, labda wa kuomba wakulazimisha, yaani huo msiba wenyewe unakuhusu, yani vile vitu ambavyo vinavyokuhusu yani, yani vimekuwa karibu, ndio ukubali. Futa yani mwaka 2026, punguza matumizi ya vitu visivyofaa. Usinunue vitu donodono, nunua vitu kwa pamoja, vitu ambavyo hivi unajua hivi vinahusika vinafaa kweli kwa matumizi. Fundisha watoto wako watumie vitu vizuri fundisha watoto wako wasimwagimwagi vyakula, fundisha watoto wako wasitupetupe hata nguo, fundisha familia yako ujumla, usichezee vitu. Umeshanunua vyakula vingi vya kutosha ndani ya nyumba, unajua hivi, ndani ya miezi mitatu mingapi itawezekana? Yaani ni mwaka wa kuweka ndoto kiuhalisia, ni mwaka ambao tunaishi kwa roho mbaya. Roho mbaya hii ili tuletee reality ya kile tulichokuwa tunakifanya kionekane kwenye macho ya nyama. Waje watoto wapite kwenye nafasi ngumu, familia ipite kwenye nafasi ngumu. Kwa sababu gani? Unatengeneza njia ya wao baadaye. Wafundishe watumie umeme vizuri, wazime taa kwa wakati, wafundishe watumie vitu vizuri. Weka umeme mwingi kama unanunua ruku, weka umeme mwingi. Chakula kipo ndani, umeme upo, kila kitu kipo. Ina maana ndani ya mye, mwezi mzima ukipata pesa unaikusanya, mwezi unaofuata unakusanya mpaka chakula kikiisha na vile vitu vingine vikiisha, tena unanunua kwa mara ya pili. Punguza misaada ambayo haina ulazima. Punguza misaada sio kuwa na ulazima. Punguza, unamsaidia huyu sijui umemkuta huyu umempa, umemkuta sijui nani eh, hey, ngoja nikukopeshe, umemona huyu umem, umempa sijui nani kaomba, umempa sijui nani, si umempa? Yaani pesa zako wewe, haina ratiba bado una safari ndefu ya maisha. Maisha yako yanahitaji pesa. Usifanye kitu ambacho umekitarajia kuwa. Mwaka huu unataka kujenga, focus kwenye kujenga. Mwaka huu unataka kununua kiwanja, focus kwenye pesa za kiwanja. Usiingie kumsaidia shangazi, umemsaidia mjomba, umemsaidia nani, umemkopesha huyu, umefanya wakati wewe ulitarajia kufanya nini? Kununua kiwanja? utanunua kule kiwanja ibu huwezi kununua. Punguzeni vitu visivyokuwa na maana. Kwenye usafiri pia, oh, mimi huwa sipandi daladala kwa sababu siwezi, watu watanielewaje? Natumia huba, hiyo huba kila ukienda huku huba, ukienda ukirudi huba, ukirudi huku unajikuta una matumizi kwa siku na kuambia unatumia huba, unatumia vibaya mno mimi kila sehemu pale dadala watu wanajaa, naona siwezi. Naonaga bora nichukue bodaboda, una bodaboda, boda yako kabisa, ambayo ikikupeleka elfu kumi ikirudisha elfu kumi, uba kikupeleka elfu kumi ikirudisha elfu kumi. Hapo hujala, hujaacha matumizi nyumbani, hujafanya nini. Kwa wale wote ambao mpo ughaibuni, jamani, ukiona familia yako, mtu uliomwachia watoto wako, dada yako, nani nani, anaishi maisha hayo, mkatalie Punguza pesa za matumizi ili aache kuishi maisha haya. Kwa sababu gani? Ufikie ndoto yako, ukamilishe kile ambacho umekusudia. Huwezi kukamilisha kile ukusudia kama ujapunguza haya nilokwambia. Ishi kwa roho mbaya huu mwaka, ili ndoto yako ikamilike. Yale yani mambo yasiokuwa na msingi yatoe. Uko ughaibuni, umeiacha familia, wanunulie resheni mwezi mmoja ya vi, yani vingi ambapo najua hapa ndani ya miezi mitatu mimi wanitafuta. Kwa hiyo pesa za miezi mitatu mimi nafanya nini natunza meona, jamani, ninavyotaka tuishi huu tuishi, tuishi hivyo huu mwaka tuishi. Ni mwaka wa kuishi kwa roho mbaya, si kwa ubaya. Tunaishi kwa roho mbaya ili ndoto zitimie. Tunaelewana? mimi huu mwaka huu mwaka nataka nisikie shuhuda za watu watu wote ambao kwenye chaneli yangu hapa, mnanifuatilia tangu huko tumeanza hii chaneli, tunazungumza mambo mengi ya ughaibuni, tunaongea vitu kibao. Nataka mwaka huu hapa nipokee shuhuda za mtu aseme kweli, huu mwaka mimi nimeanza na staili hii na naenda nayo hii, na mpaka sasa nimefika hapa. Sawa, tumeelewana jamani, tumeelewana. Haya, mambo wa kwenda huku na huku kutafuta u wachungaji wa kuombea washe wa kuombea, unatafuta washe wa kusomea dua, unatafuta huku uongelewe hicho huku na huku usemewe hicho, kumbe wewe mwenyewe ndio unakosea watu. Wamesha kuombea washa kusomea dua mpaka wamechoka, kwa jambo hilo lilo hufanikiwi, ufanikiwi, pesa unapata kidogo, hujui kutunza, unasafiri, unatangazia ukoo mzima Nuksu nazinunua mwenyewe, wa uaanze kusumbua wachungaji, usumbua wasee, usumbua huku ambee ku someni dua dua, sijinifanye nini? Hata wakisomea dua hayafanikiwe, we mwenyewe ndo unakosea, kwa sababu unasomewa dua, unaombewa, unatangaza mwenyewe. Badilika, huu mwaka ni wa kuishi kwa roho mbaya, ili malengo yako yatimie. Nadhani mmenipata.